Mka mapema huku macho yake yakiwa yameshara kuwekundukama kwamba alikuwa amelia usiku kucha. Nilishuku kwamba jambo fulani mbaya lingetokea. Nilikuwa na umri wa miaka tisa na niliweza kufisia mambo ya oka sana. Maisha nyumbani yalihitaji uwezo huo. Hiyo ndiyo siku mama alikata kauli kuwa asingekubali tupe njaa. Baba alikuwa hamtumii pesa kutoka Afrika Kusini alipokuwa akifanya kazi migodini kwa zaidi ya mwaka sasa. Kulikuwa na uvumi kwamba baba, baba alikuwa na mke mwingine huko migodini. Wazazi wake walikuwa wa wamedida kusikiliza malalamishi ya mama kuhusu suala hilo la baba kuwa na mke mwingine mbali na nyumbani walimtaka kuelewa kuwa mume kuwa na wake wengi lilikuwa jambo la kawaida, jambo ambalo mke mwema hakufaa kulalamikia. Hawakuelekea kuelewa hali ngumu ya maisha iliyomkabili yeye na watoto wake. Kwa namna fulani, ilieleweka ni kwa nini nyanya na babu hawakujali siku hizo. Kama baba angetuma pesa angezituma kwa nyanya. Yeye ndiye angefanya uamuzi wa kumpa mama pesa hizo au la, na mara nyingi mama hakupata hata senti. Baba alijua hili, ila yeye pia alishinda kuvumilia mke aliyependa kulalamika. Leo tunaenda Makongeni kwa jamaa ya baba yenu mama alitueleza asubuhi ile baada ya safari ya ugali wa mahindi usiokuwa na kitoweo. Kwa nini, <coughs> mama? Nilimuuliza. ilimchukua muda kujibu swali langu. Nilimwona anameza kitu kama funda chungu hivi. kwa sababu tukiendelea kukaa hapa hatutaweza kupata chakula, alisema hatimaye. Mabongeni ilikuwa kilomita arobaini kutoka Abelo, kijijini kwetu. Tuliabiri basi utwara mjini Mbote. Huu ndio mji ulio karibu na kijijini Abelo. Baada ya kusafiri kilomita thelathini, tulifika mwisho wa barabara. Basi likawa haliwezi kwenda mbele ya hapo. Safari ya kupanda milima ya Maloti ilianza hapa. Shughuli ya kuuma meno, bazi zilikabiliana na majabali njiani, na mara kwa mara palikuwa na tishio la kuteleza na kuanguka. Hatari zaidi ilikuwa theluji iliyotanda kote siku ile. Hewa ilikuwa ya baridi shadidi, na ilibadilisha hata boho za mifupa milini, hasa ikizingatiwa kuwa tulikuwa tumevaa mararu. Ili kuifanikisha safari hii, lazima mwanamke mwenye huruma kijijini alikuwa amemkopesha mama nauli ya gari ili kusafiri huku milimani. Milima yenyewe ilionekana nyeupe na mikubwa ajabu. Tulianza kuipanda milima ile yenye baridi na hatari ya utenezi Dada yangu mdogo na Mwaseka alianguka tena na tena na kulowesha nguo zake kwenye theluji kila mara. Niliamua kumbeba mgongoni. Alikuwa mzito na uzani wake umezifanya kuanguka. Mama pia alianguka mara mbili tatu. Kina mama ni wenye makini hawaanguki kwa urahisi, lakini mara ya mwisho alipoanguka alianguka kwa kishindo, na nilimsikia akiliita jina la baba kwa sauti ya kulaani. Moshe aliyataja majina ya ndugu zangu wakubwa, kakangu na dadangu, ambao tulikuwa tumewaacha nyumbani, kana kwamba alishangaa wangefanyaje usiku ule. Nilipomkaribia niliweza kuona kuwa macho yake bado yalikuwa mekundu na yalionyesha machozi. Baridi ilizidi kututafuna kati tulivyokazana kupanda milima ya Maloti. Vidole vyangu vya miguu nivilikufa ngazi, mashaku yetu ya yalihadilika kwa upepo baridi, huku vipande vya theluji vikitupiga kwenye nyuso zetu miili yetu iliathirika. Tulihisi njaa na uchovu, nikatamani tufike kwa jamaa ya baba yetu, ambako tungepata angalau mchuzi wa papa kabla ya kulala. Mlii ya mama ilitutia moyo wa kuendelea na safari. Tulijikaza zaidi kupambana na safari ile ya kilomita kumi. Nilikuwa nimesahau mpito wa wakati mama aliendelea kumeza mafunda machungu, huku akizizungumzia safarini. Niliyasikia ya maneno yake, nitarudi na kufanya kazi ili niweze kuwakimu. Leo lazima watapata chajio kabla ya kufika kijijini tulikokuwa tunaenda. Tulisimama, mama alitaka kumnyonyesha Mkalini. Mkalini hakuweza kunyonya mwili wake ulikuwa umekakamaa na ngozi yake ilikuwa imechujuka, hakuwa anapumua. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nilimsikia mama anaangua kilio. Kifo cha Mgalihi kilitufunguza na kuwa watoto sita nyumbani. Ni vigumu kueleza kwa yakini kilichoendelea kutoka pale katika hali ile ya baridi, lakini kuwa tulifika Magongeli kwa farasi. Wanakijiji lazima waliona kuwa tulikuwa tumekawia pale kwa muda mrefu na kushangaa kulikuwa na tatizo gani. Kisha wafunga farasi walikuja kutuchukua watu. Katika jamii hizi walijali wengine kuliko wale walioishi kwenye sehemu tambarare au mjini.